Tunaelewana wanangu Tuna angalia kitabu cha mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27. kitabu cha mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27. Kwa sababu tukiongelea mambo ya roho lazima tuanzie huku. inasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. mtu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa hiyo huyo mtu anayetajwa hapa ni roho ya kwa, kwa sababu Mungu ni roho. Kwa hiyo Mungu, Mungu, Mungu akaumba Mungu mtu kwa mfano wake kwa maana ya kwamba e, Mungu ni roho, kwa hiyo akaomba mtu anayefanana na yeye. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamke, alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kwa hiyo utaona sasa roho ya mwanadamu kati ya mwanamke na mwanaume hazina umbo zinafanana, hazina maumbile kwamba huyu ni ah wa kike wa, wa, wa, wa, ndio, ndio maana huyu mtu wa rohoni ni tofauti na yule mtu aliyeumbwa na kwenye mwili ukavikwa mwili, mwili, mwili zaziwa maumbile yanakuwa tofauti, lakini huyu mtu wa rohoni maumbile yote ni aina moja, hawana umbo. Tunaenda sawa. Sasa ukiangalia eh, Mwanzo sura ya pili mstari wa saba Mwanzo sura ya pili mstari wa saba Mwanzo mbili saba inasema hivi, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Yani yule mtu ambaye ni roho, sasa akamvisha mwili. Tunaenda sawa hapo. Kwa hiyo Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, kwa maana ya mwili, akampulizia puani pumzi ya uhai, akawa nafsi iliyo hai. Kwa yule mtu akamvisha mwili, alivyomvisha mwili alafu akampuliza pumzi Nilikwambia sasa, hiyo pumzi iliyoingia hiyo ndio wewe sasa, ndio ndio halisi. Ndomana nilikwambia roho ya mwanadamu ni pumzi ya Mungu mwenyewe, pumzi ya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo sasa, yule mtu roho akawa na nafsi iliyo hai. Ndomana nilikwambia lazima utamke kama ninayo nafsi iliyo hai, ili uendane na neno la Mungu namzen. Kwa hiyo mtu akawa na nafsi iliyo hai, roho ina nafsi iliyo hai . Roho yako pia inakaa kwenye mwili ulio hai. Mtu wa, mtu wala roho, roho haifi, roho inatoka, na kinachotoka sio kitu chenye umbo, ni hewa ya Mungu mwenyewe. Hiyo pumzi hiyo ndio inayotoka. Mungu, kwa mfano, Mungu sasa anaacha tupu, anaacha tupu kupumua, kwa mfano, Mungu akitaka sasa siku yako imefika. Anataka irudishe roho yake. Anaacha tu, anaacha tu kupumua na kafiri. Amenyamaza tu kimya. Wewe ukikaa hivi dakika tano, ukueni kila sura kufa au nusu saa. Wewe Mungu anasema leo namtaka, bali nitolee mfano wewe mwenyewe. Wewe ukiona unataka kwamba <laughs> leo namtaka basa wipa. Kwa hiyo ananyamaza tu kupumua. Huko amenikonsentrate mimi. Tayari pumzi huko inakata, roho inarudi. Au anasema tu Roho yangu iliyo ndani ya ya Pasta Wilbard njoo, huko urudi, kuliko toka. Kwa ile roho inachomoka, ndio ile mwili sa <tik> unakosa hai, ule mtu anakufa, mwili unaenda kuzikwa, lakini roho, kila roho inarudi kwa Mungu, aidha katika hukumu au uzimani. Kinachookolewa ni roho yako, ndio inayokupokea uzima mpya. Omana you know. Mtu anayesema kwamba akifa eti niwo ataenda si huko huko, watu wakiomba huko ah, kwa sababu kufa pale, kufa kunakotajwa ni kutengwa na Mungu, ndio kufa, ndio maana yake ya kufa, separation na Mungu. Mungu anakutenga maanake, unakosa uzima wa Mungu. Kwa hiyo usiku ukiondoka, kwa sababu ule uzima haupo, wewe unaenda mautini hauendi tena uzimani kwa sababu ulishatengwa tangu ukiwa unaishi hapa duniani. Kwa hiyo uokovu ni sasa. Mwambie jirani yako uokovu ni sasa, sasa. Alafu mwaongea kwa kunani, kwa kuogopa? Mwambie tena, mwambie bwana, uokovu ni sasa, eh. Na kinachookoka mwambie hivi, kinachookolewa ni roho yako, eh, eh, kinachookolewa roho yako, ni sio mwili Uh -huh. Kwa hiyo kinachookolewa ni roho. Ndio maana haya mambo ni ya rohoni. Kama mtu hajakubali kuishi rohoni, anaweza akapinda, kwa sababu mambo ya rohoni siyo ya ya shule. Mambo ya rohoni siyo ya, ya, ya, ya cheti. Mambo ya rohoni ni ya ufunuo kutoka kwa Bwana, sawa sawa. Ndio maana maandiko yanasema mtu wa tabia ya asili hawezi kuyapokea mambo ya roho Mungu, kwa maana kwake huyo itakuwa ni upumbavu itakuwa ni upuuzi, lakini mtu wa rohoni huyatambua yote kwa kuwa yuko tayari kupokea mambo ya roho wa Mungu, kwa kuwa yeye ana akili za rohoni. Ndio maana ya maandiko yanatuambia kwamba tunayo nia ile ile ya Kristo. Nia maana yake ni akili ya Kristo, ndio tuwe nayo sisi.